Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi Amani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala iwe juu yako na rehma zake na baraka zake, ndugu yangu mwislam na mpenzi katika imani, insha al maula jalla jalaluhu, bado tupo katika silsila ya mwendelezo wa darsa zetu mbalimbali tunazozileta kwenu. Lengo letu, nia na makusudio ni kukusaidia wewe ndugu yangu nayenitazama, namna gani utapambana na mitihani na misukosuko inayokuandama katika ulimwengu huu, na leo biidhnillahil karim, naomba uniazime sikio lako la moyo ndugu yangu mwislamu, kabla ya hili sikio la kichwa, na habari nyeti kabisa ninazotaka kukupa na na habari za faraja, ndugu yangu mwislam, hususan wewe ambaye unateseka katika upatikanaji wa riski zako. Ikiwa una shida riski zako zimekuwa ni ngumu ukiwa una shida riski zako zimekuwa ni nzito, mambo yako yameharibika. Kila unalolishika linakuwa gumu, lakini wakati mwingine inawezekana ikawa riski unapata lakini namna unavotumia riski ile hufahamu maskini, namna riski ile unavoimaliza huifahamu. Tahamaki unaweza ukapata leo milioni kumi, ikazuka mambo, mambo yasiyokuwa na msingi, ukajikuta pesa yote umeimalizia katika mambo usiyojua. Na haka kana kwa ndiyo katabia kako na kamchezo kako. Unapopata riski basi, ile riski yanazuka mavitu, yanazuka mambo, yanazuka vitu visivyo ama inawezekana ikawa una ugumu maskini, unapambana, una juhudi nzito na juhudi nzuri, unajitoa katika kupambana, lakini bado mambo yako ni magumu, na bado mambo yako ni mazito. Leo insha Allahul Karim, na nakwenda kukufundisha ndugu yangu mpenzi Muislam, darsa bora kabisa hili, namna gani unaweza ukajisaidia wewe mwenye magumu katika utafutaji wako, wewe mwenye mazito katika utafutaji wako, insha

Ulitoa darasa hili zito kabisa kutoka kifuani mwangu liende likakite katika nyoyo zenu. Namna gani unaweza ukajisaidia kufanya maisha yako yakawa mepesi, namna gani unaweza ukabadilisha maisha yako kutoka hali moja kwenda hali nyingine kupitia eh, mafunzo haya matakatifu kabisa, ndugu yangu, kutoka katika kitabu chetu kitakatifu Al Quranu Alkarim. Sasa, namna unavyotakiwa kufanya dua hii, vipi utafanya? Nisikilize ndugu yangu Muislam, dua hii unaweza ukaifanya siku ya Jumatatu ama siku ya Alhamis, Alhamis ama ama ama siku siku siku siku ya Jumatatu, siku ya siku ya ya Ijumaa Ijumaa, ukichagua katika hizi siku tatu ni bora zaidi kuifanya, lakini ukifanya katika masiku mengine yaliyobakia nao kadhalika vilevile, hakuna ubaya. Allah anasikia dua zetu katika siku yoyote ile Allah anasikia. Hakuna siku Allah kaitenga kwamba hii ndo ninapokea dua za waja na hii sipokei dua za waja, la hasha. Siku zote ni za Mungu na siku zote Allah anasikia maombi ya mtu, ila ukifanya katika haya masiku tatu ni bora zaidi. Ukafanya Jumatatu ukafanya Alhamisi na ukafanya na Ijumaa, kwa sababu hata haya masiku yanatofautiana daraja eh? Yanatofautiana daraja kwa ukubwa na utukufu wa masiku. Mfano, siku ya Ijumaa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna min afdhali ayyamikum yaumul jumaa, hakika miongoni mwa siku bora kwenu nyinyi ni siku ya Ijumaa. Ijumaa ni katika masiku, ni siku bora katika masiku hayo eh? ni maneno yake mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallama. Na ukitaka kufahamu hilo, siku ya Ijumaa ndiyo siku ambayo fihi saatul ijaba ndani ya siku ya Ijumaa kuna saa ambayo ikikukuta na ukiwafikishwa hiyo saa, unaomba dua, dua yako haina pazia, ndugu yangu Muislamu, unajibiwa papo kwa papo. Naomba Allah subhanahu wa Ta'ala atuchague katika viumbe wake wachache atakaowafikisha kuweza kupata Saatul Ijaba katika siku ya Ijumaa. Sasa dua hii unaifanya Jumatatu unaifanya Alhamis na unaifanya na Ijumaa, utaona maajabu makubwa ndugu yangu Muislamu, kama unataka uone maajabu katika utafutaji wa riski zako na katika kupambana katika maisha yako unayopambana nayo, basi shikamana na hii dua, insha al maula jalla jalaluhu jala. Nenda kafungue Qurani Tukufu, kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, uteremsho kutoka kwa Allah subhanahu wa taala. Yeye mwenyewe katika kututhibitishia hilo anatuambia wa innahu latanzilu rabbil alamin, na hakika hiya qurani ni uteremsho kutoka kwa mola mlezi wa ulimwengu huu na mola wa viumbe wote subhanallah. Ndugu yangu muislam na mpenzi katika imani, kafungue qurani tukufu, suratu shura, la ilaha illa Allah, kafungue suratu shura Aya nambari kumi na tisa kama sikosei ni sura ya arobaini na mbili hii, kafungue aya namba kumi na tisa, sura tushura. Utapokwenda kufungua utakutana na aya nzito, ndugu yangu mwislamu, katika aya sijawahi kuona zenye uzito katika kuwepesisha maisha ya mtu katika kumsaidia mtu kupata riski zake katika uhalali na katika uwepesi we, wa hali ya juu, aya yenye siri za maajabu, sijawahi kuona aya kama hii, utakutana na aya inasema

yarzuqu man yashau wahuwa alqawiyu laziz. Aya kubwa kabisa hii, kiboko ya umasikini. Kama kuna aya ndani ya Qurani ndiyo kiboko na suluhisho la maisha magumu, basi ni aya hii ya kumi na tisa katika Suratu Shura, allahu latifun biibadihi yarzuqu man yashau wahuwa alqawiyu laziz. Sasa aya hii, ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, unatakiwa isome mara thelathini na saba sura hii unatakiwa uisome mara thelathini na saba lakini wakati unaisoma aya hii, kila utakapofika mara kumi katika hizo mara thelathini na saba kila utakapofika mara kumi yoni umeanza allahu latifun biibadihi yarzuqu man yashau wahuwa lqawiyu lazize, umekwenda mpaka mara kumi utakapofika pale mara kumi utataja hili jina la Allah zito kabisa linalopatikana ndani ya aya hii nalo ni ya latif, ya latif utakapofika mara kumi utaisoma mara alfu moja mia tatu na sitini na tisa. Yani unaanza ile ile, ile, ile, aya nzima ile aya nzima unaisoma mara thelathini na saba. Ukifika mara kumi ndo unasema ya latif ya latif ffaf ya latif, ya latif, mara elfu moja mia tatu na sitini na tisa mara kumi za kwanza, mara kumi tena ya pili, ambao utakuwa umetimiza sasa mara ishirini nayo pia unasema ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif elfu moja mia tatu eh, na sitini na tisa, alafu utakapofika ile ya tatu pia ambapo hapo sasa utakuwa umetimiza hizi aya umezisoma mara thelathini, yaani ile mara, mara thelathini utasema tena ya latif ya latif mara elfu moja mia tatu na sitini na tisa Halafu zitakuwa zimebakia saba, ili utimize mara thelathini na saba zitakuwa zimebakia saba. Sasa wakati zimebakia saba, utasoma tena hii Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa alqawiyul aziz, mpaka unatimiza ile ya thelathini na saba Baada ya kutimiza ile ya thelathini na saba hapo sasa hauto kuja tena kulisema ya latif. Hapo utakuwa ni wakati sahihi wa wewe kumsalia Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wasallama. Utamsalia mtume, allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam, allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasalama mara alfu moja mia tano na sabini na tano mara alfu moja mia tano na sabini na tano. Kumbuka siku ya Jumatatu au siku ya Alhamisi au siku ya Ijumaa, na unafanya muda wowote, ila siku ya Ijumaa ni bora zaidi ukafanya baada swala al-asr, yani baada ya swala al-asr ndio ukaingia ukaingia ukafanya dua hii, insha Allahu alkarim, wallahi aladhim, utaona maajabu katika utafutaji wako wa riski na katika utafutaji wa mambo yako. Kwa hiyo muda wowote unaweza ukafanya, lakini siku ya Jumaa ni vema ukafanya baada salati alasiri. Hapo ndugu yangu Muislam, utakuwa umetengeneza kitu kikubwa kabisa na umetengeneza dawa kubwa kabisa katika kukusaidia kupambana dhidi e, ya magumu unayopitia katika maisha yako, na naomba nikwambie hili hili linafungua hata kama mtu amerogwa uchawi wa kuharibu mambo. Kuna baadhi riski zao zinakuwa ni ngumu, kwa sababu kafungwa kichawi, amefanyiwa uchawi, amefanyiwa sihiri, amefanyiwa mambo mazito kabisa, maskini, riski zake zinakuwa ngumu. Ukipiga hii ndugu yangu na initazama hii pia, la shaka fihi inabatilisha, mpaka vifungo vya uchawi inafungua, vifungo vya uchawi, hasadi za riski, vijicho vinavyokupelekea kukosa riski, riski yako kuwa ngumu. Hii ni moja katika njia mujarab kabisa ndugu yangu kwa sababu katika zoezi zima hili utakalolifanya neno ya Latif utakuwa umelitaja mara elfu, n, elfu nne mia moja na, na, na saba, ukiachana ile kuitaja katika ile aya wakati unasoma, kwa sababu allahu latifun utakuwa pia umeitaja. Lakini katika ile kuitaja kila baada ya mara kumi, jumla utakuwa umelitaja mara elfu nne mia moja na saba. Kodi nzito kabisa hiyo, ndugu yangu mwislamu ninakupa, nenda kaitumie katika kutengeneza maisha yako na kuondosha ugumu wa mambo yako. Lakini mwisho kabisa ninakuhusia, ndugu yangu mwislamu na mpenzi katika imani kokote pale ulipo duniani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innal abeda la yuhramu min alrizqi lidhanbin yusibu, hakika ya mja hakika ya mwanadamu wakati mwingine riski yake inafungwa haletewi riski kwa dhambi inayomsibu Kwa hiyo, wakati mwingine unaweza usimtafute mchawi. Mchawi ukawa ni wewe mwenyewe, ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani. Kwa nini? Kwa sababu unafanya sana maasi, unamuuzi sana Allah subhanahu wa ta'ala. fa innal maasi tuzilu ni'ami. Maasi ndugu yangu, maasi yanakimbiza neema, maasi yanaondoa neema. dawim alaiha bishukri lilahi dumish anachokupa Allah katika neema zake kumshukuru yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, fa inna Allaha sari'un niqami, Allah ni mwepesi zaidi wa kuchukua neema zake pale anapoasiwa. Kwa hiyo wakati mwingine shida yako ya riski inaweza ikatokana na kuasi kwako, uasi wako, madhambi yamekuzidi, unafanya sana madhambi alkabair na huna uoga. Allah anaondosha nuru ya riski, hatimaye riski zako zinakuwa zinakuwa ni ngumu. Kwa hiyo insha almaula jala jalaluhu, ndugu yangu mwislam, kamata vyema hii darsa, nenda kaitumie vyema, alafu utamuona Allah subhanahu wataala, mambo atakayokufanyia shukran lakum, jazakum llahu khaira, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.